Okay, huyo anasema uh, sasa daktari, leo nina shida nyingine. Ulinisaidia sana kwenye swala la kupiga show vizuri. Sasa hivi natafuta mtoto lakini sipati. Dokta, shida nini? Nikamuuliza, una muda gani unatafuta? Akanambia ni mwezi wa tano sasa. Nikamwambia, umeshajaribu kwenda kwenye vipimo? Akanambia hapana, ndio nimewaza nikuulize wewe kwanza Then, twende kwenye vipimo okay. Uh, karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano uh, huyu ni moja ya client wangu ambao nimewahi kumsaidia changamoto ya kiafya. Miaka kama miwili imepita baada ya kuwa nimemsaidia Uh, mwaka uliofuata akafanikiwa kuweza kuoa no, baada ya muda fulani akafanikiwa kuja kuoa, so ameingia kwenye ndoa ana miezi mitano na anapata ugumu wa mke wake kuweza kushika ujauzito uzito. Uh, moja ya kitu ambacho nilimuelekeza na no, maana nikamuuliza swali la kwanza mna mda gani? Akanijibu ni miezi mitano. Kitaalamu mwanamke anapokaa zaidi ya miezi kumi na mbili ambayo ni sawasawa sawa na mwaka mmoja pasipo kushika ujauzito. Anapokaa zaidi ya mwaka mmoja ambayo ambayo ni zaidi ya miezi kumi na mbili ambayo ni sawa na mwaka mmoja, huyu mwanamke ndio tunaweza tukathibitisha kwamba hana uwezo wa kushika ujauzito endapo amefikisha miezi kumi na mbili. Lakini pia tutathibitisha vipi? mara baada ya kuwa amemaliza miezi kumi na mbili, inashauriwa muende wote kwenye vipimo na sio aende mmoja. Nimekuwa nikipokea malalamiko kwa baadhi ya wanawake ambao wanasema, dokta, mume wangu hataki kupima. Sasa hatuwezi tukapata suluhisho. Unaweza ukaamini kwamba we mwanaume uko sawa. Mwanaume mmoja akasema mimi ni mimi na mtoto. Haijalishi una mtoto, kuna uwezekano mkubwa hapa katikati umepitia changamoto fulani Lifestyle ya vyakula ambavyo unavyokula vimepelekea wewe uwezo wako wa mbegu kupungua. Jana nikujuzi nilikuwa na chat na mteja mmoja ambaye yuko mbali kidogo, na baadaye alibahatika kuweza kunipigia akawa ananieleza hiyo changamoto, yaani yeye mbegu zake ni nyepesi kabisa. Sasa unaweza ukaona ni kwamba unaweza ukawa na hiyo changamoto pasipo mwenyewe kujua. Lakini pia dada mwingine akawa ananiambia kwamba mume wake yeye anapokuwa na peace anapizi majimaji haoni zile manii au zile shahawa ambazo ni nzito kabisa kama uji. So automatically mwanaume wa hivi hawezi kumpatia mwanamke ujauzito uzito. So ni moja ya vitu ambavyo wanaume, usije ukajifanya mjuaji, it's better kwenda kupima. Endapo utakutwa mbegu zako hazina uwezo, mbegu zako kiwango chake ni kidogo tuna uwezo wa kukusaidia programu maalum ya kuweza kukusaidia na matibabu. Lakini at the same time hata mwanamke pia ambaye unayekutwa na changamoto ya uzazi tuna uwezo wa kukusaidia pia, programu maalum ambayo itakayokusaidia kuweza kurudisha uwezo wako, lakini pia kusaidia mirija yako. Uenda kuwa labda mirija imejaa mafuta, uenda kuwa mirija imeziba kwa sababu mbalimbali. Tutakusaidia programu maalum lakini pia Dokta Kuboja nina dawa maalum ya uzazi kwa wanaume wenye hiyo changamoto. Lakini unapokuja kwa Dokta Kuboja, hakikisha mambo haya mawili: cha kwanza muwe mna zaidi ya miezi kumi na mbili, maana yake mna mwaka mmoja. Lakini pia cha pili, muwe mmepima na mmethibitika kwamba wote mna uwezo mzuri, yaani mwanamke mayai yake yako vizuri, na we mwanaume mbegu zako ziko vizuri, labda ni changamoto tu hapa za kiafya kutokana na lifestyle hapo mo tukawasaidia dawa kwa ajili ya kuweza kwa mwanamke wanawake igiwe ambacho kizazi kinakuwa mbali, kwa hiyo tukamsaidia mwanamke wa aina hii pia kuweza kumpa dawa ya kusogeza kizazi karibu. Tukamsaidia mwanaume dawa ya kuweza kurutubisha ama kuongeza uwezo wa mbegu zake kwa haraka zaidi, ili wansi anapoachia zile mbegu zinapokutana na yai la kike moja kwa moja mtoto anapatikana. Kwa hiyo matibabu yangu kama watu hawana changamoto yote ya kiafya ni ndani ya siku tisini mwanamke anakuwa ameshika ujauzito, mwanaume anakuwa na uwezo wa kumpa mwanamke ujauzito. Kama unapitia hii changamoto, tuwasiliane katika namba ifuatayo. Utanipa maelekezo, tutapeana maelekezo kwa kina zaidi. Kama uko mkoani na uwezo wa kutumia dawa hii kwa njia ya mabasi, nitakuwa wakati huo nikiwasimamia we pamoja na mke wako kwa programu maalum. Namba yangu ni hii hapa, 0765493645.